Katika kipindi hiki, kama mnavyofahamu, mara nyingi kunaibuka migogoro mbalimbali mbali kwenye maswala ya kimiliki. Unakuta msanii mmoja anashindana na msanii mwingine au kampuni nyingine na kadhalika. Hii migogoro inajitokeza ndani, kwa maana ya Watanzania, lakini sasa inakwenda mpaka nje ya mipaka. Kwa hiyo COSOTA ndani ya kipindi hiki imekusanya migogoro mia moja thelathini na sita ndani ya miaka minne migogoro mia moja thelathini na sita ni mingi, lakini kwetu sisi tunasema ni mingi ya kujifunza, ya kujifunza kwa sababu utakapo suluhisha mgogoro wa kwanza na watu wakafahamu kilichofanyika, imesaidia watu wengine kujifunza na kuhakikisha wanafuatilia haki zao, lakini na kuhakikisha pia kwamba wanasaini mikataba ambayo inawalinda sasa na miaka hamsini baada ya vifo vyao, kwa sababu haki miliki na kulinda leo na miaka hamsini baada ya wewe kufariki. Kwa hiyo wengi wameanza kuweka mikataba yao vizuri na wengi wameendelea kunufaika kupitia mikataba hiyo. Katika migogoro mia moja thelathini na sita ambayo ilipokelewa COSOTA, migogoro mia moja kumi na nane ilifanyiwa kazi ndani ya hii miaka minne na ilikamilika. Migogoro kumi kati ya hiyo haikuweza kukamilika kwa sababu wa, wadai wanaodaiana hawakuweza kuridhiana, kwa hiyo ilikwenda mahakamani na baada ya hapo, uh, kesi zinaendelea lakini migogoro nane kati ya hiyo bado iko katika hatua tofauti tofauti ambayo bado inafanyiwa kazi na Ofisi ya Haki Miliki Tanzania. Lakini mbali na hizo kuna kuwepo na kesi mbalimbali mbali ambazo wadau wetu wanakuwa wamezifungua katika mahakama mbalimbali mbali. Kwa hiyo sisi kama wataalam sisi kama wasimamizi wa haki miliki tunahusika kwenda kutoa utaalamu wa kisheria pale ambapo inahitajika. Kwa hiyo katika kipindi hiki pia kosota nikiwemo mimi mwenyewe nime tumetoa ushahidi katika mahakama katika kesi kumi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yamefanyika, na ukilinganisha na miaka ya nyuma ulikuwa unaweza kukuta labda kwa mwaka mnakuwa na migogoro kama mitatu au minne, kutokana na uelewa ambao ulikuwa haupo. Lakini sasa kutoka namba hiyo kwenda mia moja thelathini na nane ni ongezeko kubwa katika swala zima la um, uh, usimamizi wa haki miliki.